Jambo, jambo. Shalom, jina langu Joela Athumani, mina kuya, mina toka DRC Republic Democratic of Congo. Hapo tulikuwa na kuya Tanzania, tulisikia vitu mingi, tukaangalia ku television kuko vita, tukaangalia ku, tukasikia ku media kuko vita, tukaanza ji ji ji jiambia eh, tuta, tutafanya hii convention kuko vita Tanzania, tutafanya hii convention, even convention tulipasha tu hii cancel, but we we are we are just grateful from God, tunafika tunakuta amani. Vile vyote ambavyo watu walikuwa wanasema kuko vita, kuko vita, tukakuta vita. Na Mungu ni mwema sana, kwa sababu anapana amani ku Tanzania na tunamshukuru Mungu. Niko member of this full gospel, and mimi nakuya Tanzania for this uh, panafrican convention. Tunakia kamata hiyo baraka yenye Mungu alitutayarishia hapo Arusha hapo Tanzania. Tulifika 5 days ago and we are so happy its a beautiful town a beautiful country and we know that god will bless us through this convention the before of this convention and the after convention will not be the same i think we will get this peace i I bless god for this peace So when sawewi going to ogopa hakuna kuogopa Tanzania iko tulikuta vitu vyote sawa, na Mungu atazidi kuleta hiyo amani na amani itabaki Tanzania. Kunjia yetu ya kukuja hapa tulikuwa na wasiwasi juu ya mambo ilipitikana ndani ya nchi, walikuwa eh, wanasema kwanja convention watai council, me tukaomba Mungu na tukatia imani, na hivi tulifika mwingine tunakutana mwingine kuko kimya. Ndio maana tunaomba wakaaji wa Tanzania tukue na umoja tukue na upendo wa

tunaomba batanzania bote baungane mkono, bakue muntu mmoja sababu amani ni ya lazima si, vita haiku kitu muzuri, vita ni batu be kuna kufa, kuna mais iko, batu pamoja, tendelea, na kufa kama amani iko watu wataikala pamoja itakuwa imeendelea tena ya inchi, donc amani iko yakubwa sana. Mimi najua kama na batu bekuna uana

and wherever we go we pray for the peace of that nation because Jesus Christ is the Lord of peace